Yeye alijuaje kwamba Kristo ni Bwana? Tunaambiwa kwamba yeye Maria, Elizabethi akajazwa Roho Mtakatifu, akapaza sauti. Roho Mtakatifu ndiye aliyemwambia kwamba Maria amebarikiwa na ni mama wa Mungu, na ndio sababu mi waambia Wakristo wa, wa Katoliki mara nyingi tunakutana na Wakristo wa madhehebu tofauti na wanatuambia nyinyi mnasali sijui mnamwabudu Maria, na hii sala ya salamu Maria yenyewe imetoka kwa Bibilia, sio sisi tulijitungia. Malaika tunaambiwa alimwambia, salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Elizabeti akasema, umebarikiwa kuliko wanawake wote, this is very biblical. Inatoka katika Bibilia. Kwa hivyo yeye alijazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wewe usiwahi poteza muda kubishana na watu ati oo, nyinyi mnafanya Maria nini? E, Maria hafai e, Maria sio mama ya Mungu. Ukisikia mtu anasema hivyo, unajua kwamba hana Roho Mtakatifu kwa sababu mwenye Roho, mwenye amejaa Roho Mtakatifu atakiri kwamba huyu mama ni mama wa Mungu, kwa sababu tunaambiwa Elizabeth alijazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo yeye, kwa nguvu za Roho Mtakatifu, akajua kwamba yeye huyu kweli ni mama wa Mungu. Kwa hivyo, unahitaji Roho Mtakatifu kumkiri Maria kuwa ni mama wa Mungu. Alafu akaendelea kumwambia, umebarikiwa kuliko wanawake wote na mzao wa tumbo lako amebarikiwa. So, kwa nini Maria amebarikiwa kuliko wanawake wote? Maria amebarikiwa sio tu kuliko wanawake wote, kuliko wanaume wote. Kuliko watu wote. Kwa sababu gani? Huyu mama kwanza alizaliwa bila dhambi ya asili. Mungu alimwokoa kutoka kwa dhambi ya asili. Yeye alizaliwa bila dhambi. Na sisi si wengine wote tumezaliwa na dhambi. Kwa hivyo huyu mama yeye tayari amebarikiwa kuliko watu wote kwa sababu yeye hakuwa na dhambi ya asili. Na vile vile huyu mama akachaguliwa kuwa mama wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo umama wake to be a mother, ndio sababu tunazungumzia amebarikiwa kuliko wanawake wote. Kwa sababu angesema wanaume, kwa sababu there is no way come rain or sunshine that a man can be a mother. Haiwezekani, mwanamume hawezi akawa mama iwe namna gani, hata wanaume wawili wazaa wawande There is no way. It doesn't make sense. Na siku hizi tunaona huko pingine ya timaa ba wanaume wa video wanatoto wasijua wamenunua. It doesn't i make sense. It's not even happen. Kwa hivyo tunasema womanhood, umama ni kitu cha maana sana, ni kitu cha baraka sana na ndio sababu tunasema kwamba huyu mama yetu amebarikiwa kuliko wanawake wote, kwa sababu alituzalia huyu bwana wetu ambaye ni mkombozi wetu. Kwa hivyo tumekuja hapa kumrudishia mama yake Bishop vile vile shukrani <coughs> kwa sababu alimzaa Bishop, alifanya kitu cha maana sana. Kwa hivyo wewe kama umebarikiwa to be a mother. <laughs> To be a mother is something that is something very very precious, very valuable. Malaika hawezi akapata mtoto, President Trump hawezi akapata mtoto, ni wewe peke yako mama. Smile kidogo, eh? To be a mother ni kitu cha maana sana. Motherhood ni kitu cha maana sana kwa sababu tunasema kuna kitu inaitwa procreation. Procreation ni wakati mama anasaidiwa na baba kidogo, baba wachanaye ni sawa tu, kile ni sawa tu, ni sawa lakini mama, mama ndiyo mambo yote, sawa sawa, mama ndiyo nini kupitia kwa mama anapatia mtoto mwili, naye Mungu kupitia creation, unaona procreation na creation, anapatia huyo mtoto roho ama moyo. So mama na Mungu wanashirikiana kuumba huyo mwanadamu. Manake huwezi ukawa mwanadamu kama hauna mwili, huwezi ukawa mwanadamu kama hauna moyo. Kwa hivyo nyinyi mnashirikiana na Mungu kufanya kitu cha maana. So all the mothers ambao mko hapa tunawapongeza sana na tunawaenzi sana. <laughs> yeah. Even if you don't achieve anything katika huu ulimwengu hautaitwa mheshimiwa, hautaitwa nini, provided wewe umeitwa mama, be proud. Sawa sawa, yes. so we are mama, sio ameketi wapi mami kaya kula dime mono mono mono mono mono we gayege. Sawa sawa, thank you so much <laughs> Hey, na ndio sababu hata Bishop angekuwa hapa huyu mama mkitaka kujua kuhusu bishop alivyokuwa anatoa makamasi <laughs> she has the whole story muulize, yeah. mimi hata nilipokuwa bishop mama yangu bado alikuwa ananiambia yeah. wewe ni mtoto wangu, wewe hata uende wapi, ukue pop, wewe bado ni nini? <laughs> unfortunately kuwa pop, lakini tunashukuru akina mama, kwa hivyo women Be proud of your motherhood, Mzae. Msaidiane na Mungu kujaza ulimwengu hmm. Hii mambo ya contraceptives mwachane nayo kabisa. Msemeni shindwe kwa jina la Yesu. Kuna mtu waliniambia ati Wakatoliki ndio tunatumia contraceptive sana. Ni ukweli? Si ni uongo? Ninyi hamtumii ndio. <tipos> semeni zishindwe, na wale wanatumia shindwe. <tipos> kwa hivyo tunasema womanhood motherhood ni kitu cha maana sana. Kwa hivyo tunasema akina mama waolee, waolewe, wanaume wa wanaume, wanaume wanakaa 40 years 30 years and they are. Wewe ni mtu wa ina gani? Wewe sio father, wewe sio bishop, wewe kaza unakata kwa kwa nini ha eh? Wanakosa nini asizi ni muko ama mushaenda ha eh? So watu waoe na kufanya nini? He, na kuolewa. Wewe uko kazi kwa jeshi, uko na kazi mzuri, una mshahara, unakataa kuolewa kwa nini? hey, hey. He? hey. <laughs> Wewe hata ukiona ni mchafu namchukua, najioshea sawa sawa. Alafu sasa baada ya hayo mambo yote Maria aliyotendewa na Mungu, Maria akasema, moyo wangu wamtukuza Bwana, na roho yangu imeshangilia katika Mungu Mwokozi wangu.